Siku hizi tumekuwa tukiona ongezeko la watoto wanaozaliwa na magonjwa ya moyo. Sasa leo ningependa nizungumze na wajawazito au na mwanamke yoyote ambaye ana mpango wa kubeba ujauzito, sababu ambazo zinaweza zikapelekea mama mjamzito akajifungua mtoto mwenye magonjwa ya moyo. Kwanza tunasema mama mjamzito kutokuhudhuria kliniki kwa wakati, kufanya vipimo vile vya msingi kipindi cha ujauzito kwa wakati pamoja na kutumia dawa zile anazopewa kliniki ikiwemo dawa ya folic acid hii inamwongezea hatari ya kujifungua mtoto mwenye ugonjwa wa moyo na magonjwa mengine mengi ya kuzaliwa. Kuugua kipindi cha ujauzito au kabla, ni muhimu mama mjamzito kwenda kliniki na kuanza kufanya vipimo ili kama ana tatizo liweze kugundulika mapema. Mama mjamzito akiugua rubela kipindi cha ujauzito inamuongezea pia hatari ya kujifungua mtoto mwenye ugonjwa wa moyo. Mama mjamzito anapopata ugonjwa wa kisukari na usipotibiwa inamuongezea pia hatari ya kujifungua mgonjwa mwenye matatizo ya moyo. Kubeba ujauzito katika umri mkubwa pia inaongeza hatari ya kujifungua mtoto mwenye magonjwa ya moyo. Matatizo ya genetic ambayo yanaweza kurithiwa kutoka kwa wazazi kwenda kwa watoto au kama kwenye familia kumewahi kuwa na mgonjwa au kumewahi kuwa na historia ya ugonjwa wa moyo. Kuna baadhi ya dawa ambazo pia mama mjamzito akitumia zinamwongezea hatari ya, ya, ya kujifungua mtoto mwenye ugonjwa wa moyo. Mama mjamzito haishauriwi kutumia dawa kama haijaandikwa na daktari. Kingine tunasema utumizi ya pombe na uvutaji wa sigara kipindi cha ujauzito.